Anapokuja Segerea kuja kutembea kwa wananchi wa Segerea ndio mnaleta maji, tabia ikome. Wakati wa machafuko yaliyopita, siku zote ya maji tuliyapata, na baada ya kuyapata mpaka bomba ya kuoga ilikuwa inakimbia maji. Ina maana maji maji haya yalitoka wapi? Wale waliokuwa wanakwenda kuyafunga walikuwa hawawezi kutembea, kwa sababu kulikuwa na marufuku ya kutembea hapo Mheshimiwa, wajibika na hawo watendaji. Maji hatupati na mwezi huu wa tatu. Nikipiga simu Dawasa, anakuambia kwamba tutakuja, tunatuma mafundi. Mafundi hao wamepotelea wapi? Maji hatupati tunaoga maji ya madimbwi. Mheshimiwa waziri unasubiria nini? Baba piga bwana, ametoa bwana ametoa jina lake, inna lillahi wa inna Leo tumekwenda pale katika tenki Bangulu, maji hapo hayapo? Maji yapo yamejaa, kujaa yapo yamejaa kwenye tenki. sasa kama yamejaa kwa nini nikiondoka naondoka na maji? Nataka <todakani> niwaambie ndugu zangu, mambo ambayo nimejifunza ni, ni mawili. jambo la kwanza ni uzee. Kama tenki limejengwa maji yanaingia, kwa nini watu hawapati maji? Ni uzembe. Jambo la pili, wapo watendaji, sina ushahidi wa kutosha. Haiwezekani kuwa na tenki la lita milioni tisa, leo nimekuja maji yapo, lakini nikiondoka maji hakuna. Nini maana yake? Wapo watendaji wa Dawasa wanafanya kazi au wanafanya biashara ya maboza ya kuuza maji hapa Kinyerezi na Segerea. Jana nimekueleza na hapa tena naendelea kukueleza. Ukicheka na nyenyere anayekutambalia kwenye mapaja, utang'atwa pabaya. Waziri wa maji, kama watu hawana maji, uwaziri wangu hauna maana yoyote. Wakurugenzi wa maji kama wakurugenzi wa maji watu hawana maji, ukurugenzi wako hauna maana yoyote. Sina maneno mengine ya kuzungumza wewe. Ni sio wa Dawasa, kuanzia Jumatatu nakupa siku saba, utakuwa sio wakinyelezi utakuwa CEO wa Segerea, utakala Segerea, utaamka Segerea, Segerea mpaka wananchi hawa wakinyelezi wapate maji safi na salama. Kuna kazi moja tu wakwenda kuifanya, nenda kawachunguze watendaji hawa wa kinyelezi unaona, huyu wafai awe msoma mita awe muunganisha nani awe meneja unaona atai? eda watu ambao wanaweza kukusaidia katika eneo la kui